Maintenance ya discipline ni kubwa sana kwenye maisha ya kawaida. Nilikwenda Texas Marekani, nikakutana na mama mmoja Msenegali, Msenego, na nilimkuta kwenye ibada zetu za nyumba kwa nyumba kwa dada mmoja. Alinikaribisha nyumbani kwake, na nikamkuta mle ndani anakuwepo tu Akaomba kukutana na mimi kwenye huduma yangu ya kichungaji, nikamwambia kwani uko hapa unafanya nini? Akaniambia mimi niko Marekani, lakini acha nikupe historia yangu. Nimezaliwa na mama yangu, nisikilizeni sawa sawa, discipline. Nimezaliwa na mama yangu nyumbani kwa bibi yangu, nikazaliwa kwa wajomba. Kwa hiyo mama alinizaa from nowhere, sikumfahamu baba yangu na mama yangu akakaa kwa wajomba tukanyanyasika, lakini kwa mjomba kuna, baba yangu, kuna mjomba wangu ambaye ni padri wa Roman Catholic akanichukua kwenda kunisomesha, nikakazana sana kusoma kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo na mjomba alinisomesha mpaka nikapata masters degree na nilipomaliza masomo yangu, yeye kwa taaluma ni, ni nesi, soma mpaka masters degree. Kwa hiyo ile masters degree mjomba aliniunganisha, kanileta Marekani kusoma na nikasoma vizuri, nikaja hapa, nikarudia rudia mitihani ya nursing nikasoma, hivi ni msomi mkubwa sana hapa, masters degree nursing, Marekani. Nikapata mchumba hapa kijana mmoja akanipenda mzungu, akanisaidia wakati wa proses, akani tukarudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kutoa mahari. Kwa hiyo tukarudi kwa ajili ya kutoa mahari. Kwa hiyo tulipokuja kutoa mahari, tukawa tumepanga kwamba tutafunga ndoa yetu, na Mungu akatusaidia, alishanifailia alishanisaidia ni familia yenye uwezo. Kwa hiyo hata huwezi kuamini, mchungaji, nimepata makaratasi na namba ya kufanya kazi Marekani hata kabla ya kufunga ndoa, yaani nilishafailiwa, amenisaidia. familia yao ni familia ambayo ina influence kubwa, kwa hiyo tukafunga ndoa. Baadaye akaenda tukaenda nyumbani, tukaenda kumsaidia mama yangu kule kwa wajomba. Huyu mume wangu akaenda akanunua shamba kubwa tukajenga nyumba, mama akahamia hapo, tukaishi. Kwa hiyo tukapanga, mume wangu alikuwa anakwenda kwenye training, na mimi kuna training ambayo nilikuwa nahudhuria, lakini tukapanga tutakuwa na muda fulani wa ndoa yetu, alafu baadaye tutakuja kupata watoto, na tukaweka mpango na mwaka wa kupata watoto, wenzetu wanapangaga. Kumbe basi Siku moja isiona jina, akakutana na rafiki yake ambaye walisomaga naye zamani shule za msa sekondari huko Senegal. Ah, wakakumbukana, wakakumbukana sana. Sasa mume wake alikuwa amesafiri, alikuwa ameenda kuhudhuria training, alikuwa nje ya Marekani alafu wakakutana na yule rafiki yake, ni mvulana wasalimiane I miss you, i miss you too, i miss you, i miss you three. Eh, tuende tukale baga baga, wakala baga wakashiba, na waliposhiba yule binti akapata ujauzito. Sasa kuchiti Marekani, anasema mimi ni nesi nafanya kazi hospitalini, nilijitahidi kutumia kila aina ya asidi kuyeyusha au kuyeyuka hiyo habari, kwa hiyo nilijikuta nimepata mtoto. Yule bwana alipokuja kwangu, hiyo ilikuwa ni kesi mbaya ya usaliti wa hali ya juu. Kwa hiyo hapa unaponiona nimefukuzwa. Mtoto nilimzaa kweli, baadaye mtoto mwenyewe naye, nilipokuja kufika mahali pa kunywa pombe sana, kwa sababu ya stress, mtoto alichukuliwa. Mtoto ni wa Kimarekani, kwa hiyo amechukuliwa sijui mtoto wangu alipo, sijawahi kumwona, amechukuliwa. Huu ni karibu mwaka wa kumi. Mimi mwenyewe nimeishia hapa na vyeti vyangu ambavyo mshahara wangu ulikuwa umeshafika almost karibu dola elfu mpaka elfu kumi na tano pa month, lakini ninaishia sasa, ninafanya kazi ya house girl, namsaidia huyu dada yangu anipe chakula. Ni mtoto wa anko wangu ambaye mimi mwenyewe nilimletaga huku Marekani, kwa hiyo nakaaga nyumbani kwake ndio namsaidia, na vikinitimka sasa, ndio hivyo, nalazwa mara sakatriki mara ninaishi hapa na ni, ni mtu ninakuwa control kwa sababu ya alcoholi na lewa sana, sina maisha. Lakini mume wangu alifanya kitu ambacho kinaniuma, na siwezi kurudi kwetu Senegali. Baada ya hizi vurugu, alirudi nyum, alienda Senegal akatafuta madalali wakauza ile ardhi na nyumba na kila kitu, na mama yangu hata sijui anaishi wapi au kama yuko hai au kama amekufa. I can see kwamba mimi ndio nimesababisha tatizo kwenye familia, kwa hiyo nakunywaga non stop na siwezi kujisamehe kwenye maisha yangu, kwa sababu ya discipline. Na Marekani siwezi kufanya kazi popote kwa sababu ya discipline, siwezi kufanya kazi popote hivi, niko hapa nasubiri siku yangu ya kufa. Yuko down, yuko very down hivi kwenye maisha yake. Discipline is destiny, nidhamu ni hatima. Zitafakarini njia zenu, consider your way. Tengeneza self discipline kwenye maisha yako. Dunia inaheshimu self discipline. Watu watakaofikia mahali pa malengo ya maisha yao ni wale wenye nidhamu peke yao. Kwa hiyo jitahidi sana, kama unataka mtoto wako awe mtoto kesho, tengenezee nidhamu, yani awe na homework ya nidhamu kuliko homework za shule, awe na homework ya nidhamu. Nidhamu peke yake ndio inaweza ikamconnecti mtu na maisha yake na When you lose self-discipline, unapopoteza nidhamu, umepoteza kila kitu. Kwa nidhamu ni daraja